Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Mwananchi inasema wasanii e, na mashabiki katikati ya mvutano huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini unaibu spika ulivyokuwa ngazi ya kufikisha ya kufikia uspika. E, unaibu spika ulivyokuwa ngazi ya kufikia uspika. Lakini kibarua kilichopo mbele ya Dr. Rais Samia Suluhu Hassan e, kibarua kilichopo mbele ya Dr. Rais Samia Suluhu Hassan Eh, baada ya kuapishwa kuwa rais lakini mambo kumi yatakayokusaidia kuondokana na kiwewe. Eh, ndani ya gazeti lako la Mwananchi inaeleza mambo kumi yatakayokusaidia kuondokana na kiwewe. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo kwenye kurasa zake eh, kuna habari inayosema wakazi wa Dar es Salaam Pwani waridhishwa na huduma ya maji ya Dawasa. Wakazi wa Dar es Salaam na Pwani waridhishwa na huduma ya maji ya Dawasa. Lakini bado kuna habari inaosema CCM yalaani matukio ya uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi. CCM e, yalaani matukio ya uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi. Lakini bado kuna habari inaosema e, gazetila, kuna ndani ya gazeti la Nipashe kuna habari inasema wabunge wateule e, walivyoitwa Dodoma. Lakini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 hilo ni gazeti lako la habari leo lenye limeandika utaifa kwanza, lakini watalii wamiminika kia. Eh, gazeti lako la habari leo unasema watalii wamiminika kia. Lakini, wana saikolojia watoa tiba utulivu wa akili. Eh, wana saikolojia watoa tiba utulivu wa akili lakini Abdullah e, Maulidi warudi kwenye nafasi zao Zanzibar. Abdullah na Maulidi warudi kwenye nafasi zao Zanzibar. Lakini wagombea urais upinzani wataka fuara iwe sheria e, wagombea a urais upinzani wa takafuara iwe ni sheria. Hiyo ni, ni habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako e, la habari habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti lako la habari leo e, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye lina habari kubwa inayosema bunge latangaza nafasi za ajira vigezo vya tajwa. E, bunge latangaza nafasi za ajira vigezo vya tajwa lakini Johari apongezwa kwa kuaminiwa na Dr. Samia e, Johari apongezwa kwa kuaminiwa na Dr. Samia, huyo ni mwanasheria mkuu e, wa serikali. Lakini Uthmani Masudi asisitiza amani iwe kipaumbele, Uthmani Masudi asisitiza amani iwe kipaumbele. Lakini Putin ampongeza Dr. Samia kushinda urais. e, Putin ampongeza Dr. Samia kushinda urais. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele huku gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele e, kuna habari inayosema Dr. Mwinyi amteua Hemedi makamu wa pili wa rais eh, Dr. Mwinyi amteua Hemedi kuwa makamu wa pili wa rais. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini Uthmani ahimiza umoja na mshikamano, eh, Uthmani e, ahimiza umoja na mshikamano. Na Zuberi atetea kiti cha uspika BLW, e, Zuberi atetea kiti cha uspika , lakini bado kuna habari inayosema wananchi waipongeza SMZ kujenga mahakama mpya, e kuangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Gazeti lako, la e gazeti lako la Wamachinga lenye linaandika Zuberi Mauridi, Uh, spika tena baraza la mawakilishi uh, Zuberi Maulidi spika tena baraza la wawakilishi. Lakini Watanzania ni nini hiki kimetokea? Na CCM yatoa tamko zito uh, vurugu za uchaguzi. CCM yatoa tamko zito lakini Uthmani anza ziara kupoza wafuasi wake. Uh, Uthmani anza ziara kupoza wafuasi wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako uh, la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika Zuberi arejea uspika Zanzibar. E, Zuberi arejea uspika Zanzibar, lakini Urusi amtumia ujumbe maalum Rais Dr. Samia. Urusi amtumia ujumbe maalum Rais Dr. Samia. Lakini Arasi makala asema hali ni shwari mpakani. Au ni Arasi makala asema hali ni shwari mpakani. Na tukiachana gazeti lako la Uelekeo, e, tuangazie gazeti lako la Mwana habari gazeti bora kabisa linaandika wingu zito uteuzi wa spika wa bunge. E, wingu zito uteuzi wa spika wa bunge. Lakini zaidi ya wageni 140 watembelea hifadhi ya Kilwa Kisiwani. E, zaidi ya wageni 140 watembelea hifadhi ya Kilwa Kisiwani. Lakini Putin ampongeza Dkt Samia kushinda urais CCM yapaza, e, sauti hali ya kisiasa ya laani vurugu. Habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuachana gazeti lako la Mwana Habari kwenye kurasa za mbele. E, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru, lenyewe linaandika sisi Mzanzibar ya ivunia wananchi kuipa ushindi, lakini amani utulivu vyazidi kuimarika. E, amani utulivu vyazidi kuimarika. Maulidi speaker tena wa Baraza la Wawakilishi. E, Maulidi speaker tena wa Baraza la Wawakilishi lakini eh, wananchi kila kona wafurahia huduma eh, wananchi kila kona wafurahia huduma hiyo. Ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini rais Mwinyi awapisha Dr Talibu Haji na mwanasheria mkuu. Eh, rais Dr Mwinyi awapisha Dr Talibu Haji na mwanasheria mkuu. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza linaandika Omo awataka Wazanzibari kusimama imara kulinda amani. E, wataka wa Zanzibari, e, kulinda kusimama imara na kulinda amani. Lakini watalii 147 kutoka nchi 13 watembelea Kilwa Kisiwani. E, watalii 147 kutoka nchi 13 watembelea Kilwa Kisiwani, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la mtazamo leo linaandika aliyemwangusha Jeri Silah afunguka eh. huyu ni Baraka Shingo wa ACT Wazalendo, asema hawakuwakilisha vyema wananchi wake Ukonga, asema eh, licha ya kuwa waziri jimbo limejaa matatizo. Lakini Hazina Primary School yaendelea kumwamba eh, umwamba wa elimu Dar es Salaam, ACT Wazalendo eh, watilia shaka eh, hiyo habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako linaandika eh, tunajithamini tunajipanga upya lakini hazina magomeni yazidi kung'ara matokeo darasa la saba. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako Mzalendo, lakini kuna habari kubwa inayosema Rais Samia apokea ujumbe maalum kutoka kwa Putin. Gazeti lako la jamvi la habari lenyewe asubuhi leo linaandika kauli ya Rais Samia, samia imetupa imetupa utulivu kuendelea na majukumu Aole, wananchi wasema hata, e, kauli ya Rais Samia imetupa utulivu kuendelea na majukumu hilo ni gazeti lako la jamvi la habari ukurasa wa mbele, patenekele yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la jamvi la habari linatuandikia habari inasema Clement Mzize kuikosa uh, yanga dhidi ya KMC uh, Clement Mzize kuikosa, uh, KMC, Clement Mzize kuikosa, lakini Gamondi atangaza kikosi chake cha Taifa Stars uh, huyo ni Miguel Gamondi atangaza kikosi chake cha Stars. Hilo ni gazeti la jamvi la habari. Lakini kwenye gazeti lako e, la Taifa Tanzania lenye linaandika habari inayosema ligi kuu bara kuendelea kesho, lakini hatimaye Kelvin Johnny aitwa kikosi cha timu ya taifa. Yanga yakatiwa tamaa kutinga hatua robo fainali, e, kutokana na kundi alilonalo, kundi la kifo. E, wadau wasema hilo ni gazeti lako la taifa Tanzania lakini gazeti lako la Uhuru kuna michezo naandika Gamondi ampa majukumu Kevin John. Lakini King Kibadeni asisitiza umuhimu wa eh, Academy. Huyo ni King Kibadeni asisitiza umuhimu wa Academy. Yanga Simba zaanza kuchonga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo inaandika Taifa Stars kuingia kambini Novemba 10, eh, kocha JKT aitaja Taifa Stars. Mlandege yajipanga kutetea ubingwa Timu ya taifa netball kujichimbia Zanzibar. Hizo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo. Lakini Gamondi amrejesha Kevin Johnny. Hilo ni gazeti lako la habari leo. Yanga ijifua kuikabili KMC na JKT Queens yaenda Misri, ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kimataifa eh, Victor Osimhen aibuka kinara wa wafungaji Ulaya. Hiyo ni habari, endelea ukurasa ishirini na mbili kwenye gazeti lako la habari leo kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika meneja Simba ataja mechi ngumu kafu. Lakini Twiga Stars watabiriwa makubwa wa Afcon. Eh, Twiga Stars yatabiriwa makubwa wa Afcon. Huko gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba yajivunia rekodi hatua ya makundi. Eh, Simba yajivunia rekodi hatua ya makundi. Gamondi amrejesha Kevin Johnny hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uelekeo. Huku kimataifa Semhe Ngara ligi ya mabingwa Ulaya e, kuibuka mfungaji bora. Lakini kwenye gazeti la kula Majira inaandika Gamondi aita kikosi cha maangamizi yumo Kevin John, kuingia kambini Novemba 10. Simba jaketi hapatoshi kesho ligi kuu e, bara. Lakini Wamachinga gazeti lako linaandika Simba yapiga hesabu kali ligi ya mabingwa. Beki asinki amvutia kocha Mabedi lakini Kagera Sugar yajipanga kurudi ligi kuu. E, Kagera Sugar yajipanga kurudi, e, ligi kuu. Na tukiachana gazeti la kula wamachinga, sasa tuangazie kwenye gazeti la kula mwanaspoti lenye linaandika Pedro awatoa jasho master. E, huyu ni kocha wa Yanga asema awatoa jasho master, ni baada ya kushtukia jambo kazi ipo hapa. Lakini, mo, mo banka eh, bangi zilikaribia kuwa kipaji changu